Wewe ni mpya kwenye hii channel, channel basi usisahau ku subscribe, ku like and comment, ili usipitwe na mambo mazuri sana ninayopost kwenye hii channel. Leo bwana nimewasogezeni ni hapa mastaa mbalimbali waki celebrate Mother's Day wakiwa na watoto wao. Nitawageni video hapa ya mmoja mmoja muwaone eh, walivyokuwa na furaha. Humu ndani bwana kuna Hamisa Mobetto, kama mnavyomuona hapo kuna Paula, kuna Kajala, kuna na mtoto wao ama mjuku wao Amara e, wakicelebrate Mothers Day humu. Pia kuna Nandi na mwanaye pia wanacelebrate Mothers Day, bila ya kusahau kuna Zeilisa. Zeilisa na mwanawe pia alikuwa ana celebrate Mother's Day. Na mwingine nani nimemsau? Yes, kuna Alamata pia e, wajua kali yupo humu kwenye hii video. Sasa hapa nataka niwaonyeshe mmoja mmoja e, ame celebrate vipi, kaletiwa zawadi zipi kwenye hii siku nzuri kabisa ya wamama duniani. Jamani, enjoy hii video mwanzo mpaka mwisho, usiskip kipande hata kimoja kwa sababu utapitwa na mambo mazuri na matamu. Basi tuanze na nani, moja kwa moja hapa tuanze na Paula Kajala. Hey, Paula Kajala na Kajala mwenyewe na Amara, tuone wali celebrate vipi siku ya wamama duniani. Okay, let's get right into the video. Well well well, huyu bwana ni Paula eh, hapo yuko zake restaurant. Yuko katoka na mama yake na watu wengine family members. Huyo shef hapa anafanya majonjo majonjo yake. Eh, like a, I think it's a Chinese restaurant. Mnamwona uwe mchina hapo anafanya mbwembwe zake. Okay, mtamuona Paula alivyopendeza hapo mbele na mwanaye, yuko na Kajala wako wote and wamedamsh. Wow, look at Kajala kama katoto ka elfu mbili huyo <laughs> ndio Kajala bwana mm, kadogo dogo mwenyewe kama okay. Mnavyomwona na yule mbele pale ni Paula. And here she comes baby Amara ako hapo, sikieni hapa kidogo, sikieni Paula kidogo, then tutaendelea na video yetu nzuri hii ya huyo ni Paula Kajala. Hiyo ni second Mothers day to her. E, amefurahi sana, yuko na mwanawe, na hii ndiyo picha ya pamoja, baba mama na mtoto wao. Ok, hapa tunakuja kwa Zeilisa. Huyu bwana ni mtoto kabisa wa Zeilisa na yeye alikuwa ana celebrate Mothers Day, yuko na mama yake and wamevaa nguo zao ziko sare, mnaona po? Ah, yes, mama na mtoto wamevaa nguo zao, outfit zao sare, and they both looked amazing. Wamependeza na nguo zao hatari sana, waona no po eh? Ana kijana wake mkubwa kabisa wa kumsaidia huko baadaye. Well, tuwaangalie hapa na wenyewe video yao walivyotoka out, wamekula wameshiba mpaka basi After jamani, kazi tumeifanya well. Huyo ndio Zilisa na familia yake, huenda angekuwa kazaa na vugati sasa hizi angekuwa na sherekea mtoto mwingine eh, lakini ndo hivyo, Mungu ndo anapanga kila kitu, na Chris outfit yuko naye sambamba. Okay, let's move forward kwa mtu mwingine hapa, tuko naye Nandy katupa ujumbe kidogo, well. Nandy naye ameshare experience yake hapa kidogo ya toka na napata mimba ya yeah, and the rest nitakuwekini hapa mumsikia kidogo, then tutaendelea na mambo mengine well, pia mwanaye pia kamtoa out ntamuona. Happy Mother's Day to all beautiful mothers out there. Jamani leo ni siku yetu. Of course nataka ni share kidogo ka experience ambacho nilikapata na kipindi ambacho ndo na naenda kumpokea mtoto wangu kwa mara ya kwanza. Um, kiukweli haikuwa rahisi, hapo unakuwa na furaha, hapo unakuwa na furaha hapo hapo unakuwa nervous hapo hapo unawaza je, ukipata mtoto wako kwa mara ya kwanza itakuwaaje? Lakini najua ni kitu ambacho kinakuwa cha furaha sana pale ambapo unampata mtoto wako kwa mara ya kwanza kiukweli. Mimi um, siku ambayo nimempata mtoto wangu na kukabidhiwa mtoto wangu kwa mara ya kwanza nilikuwa na furaha sana na nilikuwa siamini kama wow, nimekuwa mama, especially nikiwa kama msanii. Mnajua jinsi gani kazi za usanii ziko very very complicated, na hata hivyo nimekuwa na waza ah, maybe kutokana na usanii wangu mtaweza kweli ku maintain kuwa mama. Sasa basi with... kama well guys, huyo ndiyo Nandy na huyo pa mtoto wake alimtoa out kidogo. Yeah, lazima amfurahishi afurahi. Mambo mengine yanaendelea dina kama mnavyoona. Sasa bwana, twende kwa Hamisa Mobeto. Eh, Mrs. Aziz Ki, first of all nimependa hiyo nywele jamani, nimeipenda Iko so perfect. Okay, Hamisa Mobeto bwana yuko na wanaye hapo, kama mnavyoona kuna Thailand, kuna Baby Fancy na kuna huyo mwingine ya yeah, kuna watu watoto wengi watu wa na hii hii Zanzibar ya yeah, hii kama Zanzibar location yake ya alivyokaa, so kawatoa wanaye out hapo, it's Mother's Day jamani, kawatoa wanaye wamekuja kufurahi. Tuwasikieni hapa kidogo, then tuendelee tuone mazawadi aliyopewa Hamisa na Aziz Ki. You have to make a decision. Somewhere where? Jamani, mmesikia vitoto vinaongea English ya nje, sio English ya darasani? Hadi raha. Okay, let's move forward. Hamisa bwana akaletewa cheki zawadi hiyo eh, Mrs. Aziski Aziski kamletea mke wake bonge moja la flower love the b kubwa sana hilo, limeandikwa happy mother's day mothes well, dayi wakini hapo, mumsikie Hamisa alivyokuwa happy and excited for this beautiful gift. <laughs> Kuna wanawake utawasikia, hiyo hela maua, bora unipe mimi ile. My dear, tafuteni wanaume, waleteni maua. Kuna ile feeling fulani ile, sijui nikwambie, yani hey, ukiexperience hiyo utajiona kama sitai hey. hey, kusema sana ila Ukishaletea siku maua utajua kama bora ule au bora ungeletea maua. Okay, this is just a short clip ya Lamata, <laughs> tu, yeah, Lamata akiwa na mwanawe hataki kuchukua kuchuka shot hapo, anajunia mauzauza tu but yeah, akapendeza Lamata, hiyo ndio shot yake ya Mother's Day. Well, guys, kama umefika kwenye hii video mpaka huku, naendelea kuwakumbusha Wakumbukeni mama zenu, wakumbukeni wazazi wenu, msiekiabifu na wazazi wenu jamani. Kama ulikuwa hujampigia simu, basi mpigie, sio lazima umpelekee zawadi kubwa, just call her, mjule hali, ajisikie vizuri this special day. Na pia usisahau kusubscribe kwenye hii channel kama ulikuwa hujasubscribe. Uh, pia like hii video na ucomment.